Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15 Baba Sam the King Alan wasahalan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha sehemu ya saba. Kama haujasubscribe channel yetu Gusa kitufe chenye alama ya kengele chekundu, utakuwa moja kwa moja umeingia na kuwa mwanafamilia wa chaneli yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Utakuwa ni wa kwanza kupata makala mbalimbali mbali pamoja na simulizi mbalimbali mbali ambazo zinaendelea katika kituo hiki. Tunachokuomba subscribe, like Share, comment, ili tuweze kupata mchango wako. Sasa karibu katika sehemu yetu ya saba ya simulizi hii. Baada ya kuwa ameanguka moja kwa moja, baada ya kusikia kishindo, Lovness alitoka nje akaacha kupika na kukimbia kule ambapo mesikia hicho kishindo kilipotokea, lakini alipokuja kutazama kule, alimwona ni mama yake mzazi ambaye ameanguka chini na simu imeanguka huko, betri kule, mfuniko kule, haelewi ni kitu gani ambacho kimejitokeza. Loveness kwa ujasiri, kwa sababu alikuwa na namba ya Mustafa kwa sababu anamjua kabisa kwamba huyo ndiye baba yake mdogo, yaani alikuwa ni rafiki yake na bwana William. Ikabidi e amtafute, alivyompigia simu, na yeye aliambiwa yale yale kama ambayo aliambiwa mama yake Sarafina, lakini yeye alijikaza hakuanguka, bali alianza kulia tu peke yake. Ndipo Happiness, baada ya kuona dada yake analia, na yeye ikabidi aje. Baada ya kufika pale, alivyojaribu kumuuliza, naye akaanza kumwambia hivyo hivyo, akiwa analia. Hatimaye familia yote wakaanza kulia. Maskini ya Mungu Loveness, ni kweli utakumempoteza baba Happiness, utakumempoteza baba Sarafina, utakumempoteza mume. Na vipi itakuwaje kuhusiana na maisha yako baada ya kufanya kila utaratibu ambao uliojitokeza manake, waliamua moja kwa moja kumpigia simu yule Mustafa ili aweze kuja nyumbani. Na hatimaye baada ya kufika alikuja akamkuta shemeji yake na yeye ameshaanguka chini na amepoteza fahamu. Hapo ndipo ambapo alipowapigia wale waliokuwa wamempeleka bwana William hospitali wakaja moja kwa moja mpaka kwa William nyumbani, na hatimaye wakamchukua na Sarafina, wakaondoka naye moja kwa moja mpaka hospitali. Lavnes akajitolea kwamba yeye ndiye wa kwanza kwenda pale hospitali, ili aanze kuangalia wale wagonjwa hali zao na namna jinsi watakavyoendelea lakini baada ya kukaa kwa muda, ni kweli walikuja, wakapewa taarifa na madaktari, na Loveness ndiye ambaye aliyepewa taarifa hizo, pamoja na baba mdogo wake Mustafa, yaani rafiki yake na bwana William, wakamwambia, akawaambia huyo waka dokta sasa katika uchunguzi ambao tumeufanya tayari, tumegundua mgonjwa wenu huyu ameshafariki dunia. Tumeshindwa kuweza kumwokoa kwa sababu damu yake nyingi sana ilivuja, kwa hiyo tusingekuwa na uwezo wowote wa kuweza kumwokoa. Kwa hiyo basi, niwaombe basi, tutamuweka kwenye jokofu basi, na hatua nyingine kama ni za kimaziko ziendelee. Lakini huyu mama, yeye ameshtuka kutokana na matatizo yaliyojitokeza, kwa hiyo ni niwaombe tu kwamba abaki mmoja mwingine aende kufanya uchunguzi. Je, pesa zinaweza kupatikana wapi za matibabu ili tuendelee kumtibia huyu mama, kwa sababu kwa hali aliyonayo ni ngumu sana. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo kwa kweli lovness aliumia sana kwa sababu amempoteza babake mzazi ambaye ndiye aliyekuwa akiwatafutia chakula cha hapa na pale yeye ndiyo ambaye amewakuza katika tabu sarafina amebaki peke yake atawaweza kweli hawa watoto ingawa alibahatika kuzaa watoto wawili tu wa kike lakini ni kitu gani ambacho kitakachoendelea katika maisha yake? Nadhani hicho ndicho ambacho kilichomshtua kutokana pia na mapenzi na mme wake, ndiyo maana alianguka chini akapoteza maisha akapoteza fahamu. Tazama Sarafina amepoteza fahamu. Je, ni yani kweli atazinduka au na yeye atakuwa amemfata mme wake? Sasa ikabidi Mustafa akampigia simu Happiness, ambaye amebaki nyumbani na kuweza kumwambia ajaribu kuangalia chumbani, kama endapo atapata vihela ambavyo vitakavyokuwa vimebaki, basi hajaribu kuvipeleka pale hospitali ili mama yao aweze kutibiwa, na yeye hakufanya ajizi alienda moja kwa moja mpaka kwenye droo na hatimaye kweli alikuta pesa zipo ambazo mama yake alikuwa akienda kuchuuza na kuleta mkaa kwa ajili ya kuuza. Aliacha amefunga milango yote, amefunga mpaka na kile kigenge, moja kwa moja akakamata njia na kuanza kuelekea hospitali. Baada ya kufika hospitali, aliwakabidhi fedha Mustafa, akiwa pamoja na Loveness, lakini yeye akaomba ruksa aweze kurudi nyumbani ili awe mchunga mji wasije wakabomolewa milango na hatimaye watu wakaingia ndani. Baada ya kuingia ndani wawaibie wako kwenye machungu, wataongeza machungu mengine, kama endapo watapoteza vitu. Masikini, hii familia itatunzwa vipi na mwanamke amebaki ya peke yake? Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu ya saba ya simulizi Mapenzi ni furaha na karaha imeishia hapa. Kama unazipenda simulizi zetu, tunakuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata maoni yako. Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu inayofuata ya simulizi hii, sehemu ya nane